Edwin Sifuna ni mwanasiasa mkongwe wa Kenya, seneta wa Nairobi tangu mwaka elfu mbili na mbili baada ya kushinda uchaguzi huo kwa kiwango cha kura za juu zaidi katika jumla ya wagombea wote katika nafasi hiyo. Pia ni mwanasheria aliyehitimu sheria na mwenye uzoefu wa uongozi ndani ya chama cha Orange Democratic Movement, ODM. Sifuna alikuwa katibu mkuu wa ODM tangu mwaka 2018 alipoteuliwa kuchukua nafasi hiyo na kwa miaka kadhaa alikuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama hicho. Alijizolea umaarufu mkubwa kama kiongozi aliyesimamia hoja za upinzani wa hali ya juu dhidi ya sera za serikali na akawa sauti kuu ya chama cha upinzani hasa baada ya kifo cha kiongozi mkuu wa ODM Raila Odinga mwaka 2025. Sifuna pia alikuwa naibu minority whip senate, na mara kwa mara alikuwa akionyesha imani yake ya kisiasa kupitia mijadala mikali juu ya mustakabali wa ODM na nafasi yake katika siasa za taifa. Mnamo Februari 11, 2026, baraza la kitaifa la ODM lilifanya kikao cha NEC mjini Mombasa na kutangaza kuwa Edwin Sifuna ameondolewa kuwa katibu mkuu wa ODM, wakisema sababu kuu ni kasi ya ongezeko la ukosefu wa nidhamu na ukiukwaji wa taratibu za chama. Kama matokeo ya uamuzi huo, Catherine Omanyo ambaye ni mbunge wa Busia na naibu katibu mkuu aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa muda hadi atakayechaguliwa rasmi. Hii inajiri baada ya miezi ya mvutano kuhusu misimamo ya chama kuhusu kushirikiana na serikali au kushika msimamo wa upinzani wa wazi kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Kundi moja ndani ya chama kilitaka kuendelea kushirikiana au kubadilisha mkakati wa kisiasa na chama kinachotawala wakati Sifuna na wafuasi wake walipigania chama kiwe ngome ya upinzani bila kushirikiana, shida hapo. Lakini jambo kuu ni kwamba Sifuna mwenyewe ametilia shaka uhalali wa uamuzi huo, akidai kuwa hakupewa nafasi ya kujitetea na kwamba uamuzi huo ni kinyume na katiba ya chama anaendelea kudai kuwa bado yeye ni katibu mkuu halali wa ODM na anapanga kupigania uamuzi huo kwa njia ya kisheria. Sifuna amekuwa akipigia debe msimamo wa ODM kuwa upinzani wa wazi dhidi ya serikali ya William Ruto na chama chake cha UDA, akitoa hoja kali juu ya sera mbalimbali mbali za kiuchumi na kisiasa nchini. Hata kabla ya kuondolewa kwake alikuwa ameahidi kuwa atasimama ndani ya chama kama mtetezi wa msimamo wa upinzani, na hata alikuwa amesema atajiuzulu kama chama chake kingeamua kumuunga mkono Rais William Ruto au kufanya makubaliano rasmi na UDA kuelekea 2027. Mgogoro mkubwa umeibuka kuhusu mkataba wa ushirikiano MOU uliosainiwa mwaka 2025 kati ya ODM na serikali ya William Ruto, na Sifuna alikuwa mmoja wa wale waliohoji uhakika wa ushirikiano huo wa kisiasa, kwa sababu wanaamini utaathiri utambulisho wa chama kama upinzani. Kwa sababu hizi, baadhi ya viongozi wa chama waliona sauti yake kama kikwazo kwa mipango ya chama ya kubadili mbinu za kisiasa kuelekea 2027. Hii ndiyo chanzo cha mzozo wa ndani uliosababisha hatua ya kumwondoa Sifuna. Baada ya uamuzi huo wa ODM, mahakama ya migogoro ya vyama vya kisiasa PPDT ilitoa uamuzi wa kuzuia utekelezaji wa NEC wa kumwondoa Sifuna, ikiweka kizuizi dhidi ya chama na usajili wa serikali kuchapisha uamuzi huo hadi kesi itakapokamilika kusikilizwa. Hii ni ushahidi mkubwa kwa Sifuna na inaonyesha kuwa mgogoro huo sio rahisi kufutwa haraka. Tukio hili limeonekana kama mgawanyiko mkubwa ndani ya chama. Ngome ya wafuasi wa msimamo wa upinzani inapingana na kundi la viongozi wanaopendelea kuendeleza ushirikiano wa kisiasa na upande mbalimbali ikiwemo chama kinachoongoza. Mgawanyiko huu pia unaweza kusababisha chama kujitenga kisiasa na hatimaye kupoteza uungwaji mkono wa wapigaji kura ambao wamekuwa tayari kukipigia debe kama chama kikuu cha upinzani nchini Kenya. Baada ya kifo cha Raila Odinga, chama kinajaribu kubadilisha uongozi wake. Eh, hii ni changamoto kubwa kwa sababu Raila alikuwa mtu aliyewekeza sana katika kuendeleza chama na kukiwekea nguzo kuu katika muhimili wa siasa nchini Kenya. Sifuna akiwa mmoja wa viongozi maarufu kuliko wengi ndani ya chama hicho anaonekana kuwa mmoja wanaokipigia debe chama kwenda mbele. Uungwaji mkono wa nguvu ndani ya chama unaweza kuibua mjadala mpana juu ya uzoefu na utu wa viongozi wenye uwezo wa kuchukua nafasi ya uongozi mkuu. Mzozo huu unaweza kubadilisha ramani ya siasa nchini Kenya kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027. Kama ODM itajitenga kutoka kwenye msimamo wa upinzani wa wazi, matokeo yake inaweza kuwa eh, kwa namna moja ama nyingine kupunguza umaarufu wa ODM kama chama cha upinzani na kuifanya iwe dhaifu kiitikadi mbele ya wa wapiga kura moja kwa moja, lakini pia kutoa nafasi kwa vyama vingine vya upinzani au wagombea huru kuchukua nafasi ya hoja za kisiasa na kuchochea kuungana upya kwa vyama vya upinzani kama njia ya kukabiliana na chama kinachotawala. Na mwisho kunaweza kutokea kwamba kuweka hali ya mgawanyiko na hatimaye upotoshaji wa wapiga kura wanapofika kwenye kura kwa mwaka 2027. Sifuna amejijengea sifa kama kiongozi wa msimamo mkali wa kisiasa dhidi ya serikali ya sasa. Lazima kueleweka kwamba sio mtu aliyekuwa na udhaifu ndani ya chama bali alikuwa eh, ana vuguvugu la upinzani kwelikweli. Kukosekana kwake kunaweza kusababisha chama kupoteza sauti thabiti mbele ya wa wapiga kura wanaotafuta uongozi wa ushindani wa kihistoria dhidi ya serikali inayotawala. Kaunti kadhaa za Kenya zimekuwa kiini cha nguvu za ODM. Hasa eneo la magharibi na pwani. Mgawanyiko ndani ya chama unaweza kusababisha kushuka kwa wapiga kura waliokuwa wakiwaona ODM kama chama cha umoja wa kitaifa, na badala yake kukifanya chama kionekane kama kisiwa cha migogoro ndani yake. Mgogoro huu unaweza pia kuwa mwamko wa kisiasa kwa upinzani kwa ujumla wake, na kama vyama vingine vya upinzani vinaona ODM imehama msimamo wa upinzani wa wazi, wanaweza kutafuta kujiunga au kuunda muungano mpya wa kisiasa ili kupambana na chama kinachotawala. Kwa muhtasari, Edwin Sifuna ni mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa ndani ya ODM na siasa za Kenya kwa ujumla. Historia yake ya uongozi, vita vya msimamo wa upinzani na sasa mgogoro mkubwa wa ndani ya chama inamweka katika nafasi muhimu sana kisiasa. Hadi sasa, kumwondoa kutoka uongozi wa chama sio mwisho wa safari yake. Anaimarisha hoja yake kisiasa na kuonyesha kwamba atashindana kikatiba na kisheria na chama chake. Hii inaweza kusababisha matokeo makubwa kisiasa, ikiwa ni pamoja na marudio ya ODM kuelekea mwelekeo wa upinzani mkali, ikilinganishwa na ushirikiano wa kisiasa unaopendekezwa na baadhi ya viongozi wa chama. Endelea kufuatilia JMTV kwa taarifa na uchambuzi wa siasa za kitaifa na kimataifa. Usisite kutufuatilia.